Abduneli mwana wa Neri naam na Amasa mwana wa Yotheli, ambao alifanyaje? Ambao aliwaua na ku, na kuimwaga damu, damu ya vita wakati wa amani, ambao aliwaua na kuimwaga damu ya vita wakati wa amani. Hakukua na vita. Au majemadari aliowaua hawakuwa na vita na mfalme, walikuwa ni watu tu, wanaendelea na harakati zao, na wote walikuwa ni wanajeshi, ila kwa kuwa yeye alikuwa anajua mimi niko karibu na mfalme kama hapa, watoto bila. Abneri alikuwa ni jemedari wa jeshi, ila alikuwa na watoto. Unafikiri Yoabu kumua Abneri ambaye hana kosa, watoto wake walijisikiaje? jamii yake nijisikiaje? Yeah. Lakini maisha mazuri utakayoishi wewe yeah, yanakuwa yana mvuto kwa watu kuliko manukato yeah. Ni kwa sababu watu wakiwa kwenye msiba kama hivi watajadili matendo yako yeah. Watajadili maisha yako yeah. Mwanadamu ni vema kumbuke, njia tunayoiendea ni moja yeah. Tutaiendea njia moja yeah. Ni kweli inawezekana tunaoishi duniani yeah, namna zetu za kuishi tunatofautiana yeah. No. Kuna mwingine anajitafuta ni bodaboda, mwingine anapanga nyanya wengine wanatembelea vingola lakini njia yetu ni moja hamani na, na pahali pekee ya mwanadamu ni kufanya mema ambayo hata akilala watu watajadili mema aliyofanya mtu huyu amekuwa faida kwa jamii yetu amekuwa kiongo gani mtu huyu alitufaa alitutetea alitulinda alipoona tunaonewa alihakikisha hatuonewi alipoona kuna mtu anataka kufanya baya fulani juu yetu yeye ndiye ambaye alitukingia kifua hiyo ndo fahari pekee ya mwanadamu yeah. Mungu tunakushukuru kwa sababu ya mchana leo asante kwa sababu ya asante kwa sababu umekuuza sana asante kwa sababu ya maisha ya mtumishi wako Salome Fupi ambaye jamii kubwa hii ya watu tumekusanyika kwenye mazingira haya kumsindikiza katika safari yake ya mwisho. Tumekuomba Mungu utawale katikati ya ibada hii, tunakuomba Mungu kaseme na mioyo yetu katika namna zote ambazo tutaongea mahali hapa, katika ibada hii ikawe baraka na ikawe historia, si leo tu, hata katika kuendelea juu ya maisha ya mtumishi wako na vile ambavyo aliondoka katikati yetu. Neema yako, uwezo wako, nguvu zako zote pamoja nasi. Tunajikabidhi chini ya mikono yako, chini ya neema yako na chini ya mamlaka yako, katika jina la Yesu. Amen, amen. Basi, hey. Habarini za mchana. Nianze kutoa pole kwa familia kwa ujumla wote ambao tumepatwa na msiba huu, wakiwemo majirani na wengineo. Lakini kwa sababu ya muda na ratiba zetu, basi nitaongea muda mfupi sana sana ili tuweze kuendelea na ratiba nyingine ambazo zitakuwepo. ankatakata yes. Naomba nifungulie kitabu cha Mwanzo 4 nne mstari sita Mwanzo li mstari wa sita, msomaji na mwingine, nifungulie Mhubiri saba moja, tutumie kachache hapa tuendelee na ratiba mwengine. Mwanzo nne na ule mstari wa sita, nasema anasemaje? Bwana akamwambia Kaini, Bwana akamwambia Kaini, Kwa nini... Una gadhabu? Kwa nini una gadhabu na kwa nini uso wako umekunjamana? ndio kama ukitenda vyema utapata kibali na. Usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni nayo inakutamani wewe. Nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Walakini yakupasa uishinde. Fungulie Mhubiri 7:1. Eh, nataka nyopi. Kuhusiana na ukitenda vema hautapata kibali Amen. Asilimia kubwa ya watu huwa tunapenda kukubalika kwenye jamii Amen. Au huwa tunapenda watu watuongelee watu vizuri, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba hauwezi ukaongelewa vizuri kama maisha yako wewe sio mazuri. Yaani, watu watasema maisha ambayo wewe umeyaishi. Kwa mfano, haiwezekani leo tukaanza kuongea sifa za mama yetu aliyelala hapa, kama zile sifa hakuziishi kwa, no? Ni vema unafahamu kwanza, wewe kama wewe unayenisikiliza hapa, kuna siku moja na wewe utalala kama hivi no? Na kuna watu watakuwa wanajadili maisha yako, watakuwa no, wanajadili hata kama wewe unadhani wale watu walikuwa hawajui maisha yako no? Lakini mara nyingi wanadamu, vile tunavyoishi, iwe tunafanya mema, wanatusoma tunafanya mabaya wanatusoma, na inawezekana huwa wanajadili yale maisha nje na sisi tulipo na, amen. Amen. Amen. Kukutanika kwenye ibada kama hizi tunakumbuchana, mwanadamu huo, unafahamu ya kwamba maana ya kuishi kwako wewe ni kufanya vizuri, ni kutengeneza jina zuri, ni kutengeneza maisha mazuri, kwa sababu mwisho yote safari ya wanadamu wote inafanana nisha kwambia hata kama ukipa wakakufufua wale walioandikwa walifufuliwa na Yesu hawakuishi milele, walifufuliwa wakaja wakapa tena. Taarifa za kuishi kwao waliishije, zilijadiliwa iwe walitaka ama hawakutaka. Bwana sio, hauwezi ukapata kibali, hauwezi ukasipiwa na watu kama maisha unaishi wewe Haya sapoti kusipiwa, kama unafanya mabaya, tegemea sana, watu watakuwa wakijadili mabaya unayofanya. Amina. Kama unafanya ukatili fulani, tegemea sana, inawezekana ni kweli, kwa sababu wewe una nafasi fulani, una nguvu fulani una cheo fulani, wataogopa kukujadili hadharani. Wow. Lakini kwenye mioyo yao watakuwa wakijadili. Yeah. Wakisonda vidole, yule ana tabia hii, yule anafanya hiki, yule anadhani hatujui, lakini tunajua. Yule yule yule ndo anayenitesa, yule ndo anayeniumiza yule. Yeah. Ukitenda vyema utapata kibali, fahari yeah, pekee ya mwanadamu ni kuishi maisha ambayo yeye na wanaomzunguka watamjadili kwa mema ari ya mwanadamu, kwa sababu nataka nikujulishe, asilimia kubwa ya watu hata wanaofanya mabaya wanapendaga kusifiwa. Yani unamkuta mtu kabisa ni katili, ana roho mbaya, anapanga mipango mibaya juu ya watu, lakini ukiongea kwamba wewe, kwani unapanga mipango mibaya, anakuambia kwani unanisema vibaya, unanichafua Sio, tunakuchafua ndio. Ah, ndo maisha yako ah. Hayo, yani yale ndo maisha yako, ila wewe uliyaweka awe sirini. Sisi tumesaidia, neno la Mungu ni taa, tumeamulika na taa tumekuonyesha, hivi unavyoishi ndo hivi hapa, kwa sababu mtu anapoenda kuzini, anapoenda kuiba, anapoenda kuua, mara nyingi yule mpango anapenda uwe wasiri nah. Na kama ukitaka kuamini, basi siku moja huo umemfumania mtu anazini nah, halafu ni wewe we ndo unajua lazima atakwambia iisili usivujishe, na ukivujisha nakumaliza. Kwa nini atakumaliza? Wakati anapanga kwenda kuzini alikuwa hajui kuwa ni ubaya, alikuwa hajui yule ni mke wa mtu, alikuwa hajui kile anakosea, lakini anataka kibali, wakati maisha anayoishi hayaendani na kupata kibali. Ukitenda vema hutapata kibali, hutapendwa, hutasifiwa, watu hawata kusema kwamba wewe kwa kweli Ha, tunashukuru Mungu kwa kuwa na mama kama huyu no. Tunashukuru Mungu kwa kuwa na, na kaka kama huyu no. Tunashukuru Mungu kwa kuwa na kijana kama huyu no. Tunashukuru Mungu kwa kuwa na kiongozi kwa no. Yaani, nini? kwa nini usiishi maisha ambayo watu no, watakuwa wakijadili mema uliyofanya no? Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Tusome Yohana 7:1. Mhubiri saba moja. Anasema, anasema anasemaje? Heri sifa njema kuliko marhamu mzuri. Heri sifa njema kuliko marhamu zuri, na siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa, na siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa. Heri kuiendea nyumba ya matanga, heri kuiendea nyumba ya matanga kuliko kuiendea nyumba ya karamu, ndio. Kwa maana huo ndio mwisho wa wanadamu, kwa maana huo ndio mwisho wa wanadamu wote, naye aliye hai ata atautia moyoni mwake, naye aliye hai atautia moyoni mwake. Nataka nikukumbushe tena na tena ya kwamba mwanadamu, nimekuambia ukitenda mema utapata kibali wow. Mwanadamu, maisha unayokuwa unaishi vyovyote ulivyo, lazima unajua, hapa Sulemani anasema huo ndio mwisho wa wanadamu wote. Ukisoma kwenye ele mbili, mbili. Sulemani anazungumzia anasema kwamba ndio, Sulemani anazungumzia anasema kwamba furaha ya mwanadamu mwanadamu apiti mema zaidi ya kula na kunywa na kujiburudisha katika mema. Nataka nikuhakishie, yani wewe namna yoyote ya maisha unayoishi, namna yoyote ya jeuri ulio ulionayo, kuna mtu unamtesa, kuna mtu unamlibia, kuna mtu unamdhurumu ili uwe navyo vingi. Kwanza moja, hata ukijenga magorofa mengi, utalala kwenye chumba kimoja, na maisha yoyote utakuja kufa utashikwa kwenye jeneza moja, haijalishi una cheo. Ndo maana Sulemani akasema heri sifa njema, heri uishi maisha ambayo hmm, sifa njema, apasema heri sifa njema kuliko marhamu mzuri, marhamu ni manukato fulani ya gani sana yananukia sana. Yeah, no, no. Lakini maisha mazuri utakayoishi wewe no. yanakuwa na mvuto kwa watu kuliko manukato. Yeah. watu kuliko manukato. Hii ni kwa sababu watu wakiwa kwenye msiba kama hivyo watajadili matendo yako no. watajadili maisha yako yeah. Mwanadamu, ni vyema kumbuke njia tunayoiendea ni moja no. tutaiendea njia moja no. ni kweli, inawezekana tunaoishi duniani yeah. namna zetu za kuishi tunatofautiana no. kuna mwingine anajitafuta ni boda da mwingine anapanga nyanya, mwingine anatembelea ving'ola, lakini njia yetu ni moja amani. na, na, na paali peke ya mwanadamu ni kufanya mema ambayo hata akilala watu watajadili mema aliyofanya, watu watajadili kwa kiwango gani mtu huyu amekuwa faida kwenye jamii yetu? Ni kwa kiwango gani mtu huyu alitufaa, alitutetea na, alitulinda alipoona tunaonewa, alihakikisha hatuonewi. Alipoona kuna mtu anataka kufanya baya fulani juu yetu, yeye ndiye ambaye alitukingia kifua. Hiyo ndo fahari pekee ya mwanadamu. Bwana sifiwa. Sasa kitu kimoja anaotaka nikwambie ni kwamba, chagua kuishi maisha ya kutenda mema kwa sababu kesho yako ipo nao, utake ustake, kesho yako ipo sio lazima kesho yako umekufa, lakini kesho yako ipo nao, na kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti, mshahara wa maisha mabaya ni mauti. Mara nyingi unapoishi maisha mabaya, shetani wanakutazamisha wewe ni mtu ambaye umefanikiwa sana, unakula bata, wewe unamfanyia kila anayetaka, uko labda ni kwenye mamlaka fulani, una nguvu kabisa anakuwa anakwambia hapa hakuna mtu wa kunigusa, na. Lakini yupo Mungu ambaye anaweza akaruhusu jambo gumu hey, eneo ambalo fedha iwezi kukutoa ila ni dua za wanadamu ulioishi nao vizuri, wangeweza na kukuombea wangeweza kusema Mungu mponye Mungu msaidia hivi, kwa sababu ya akiba ya maisha ambayo litakiwa huo umeishi. Chagua kuishi vizuri, kwa sababu njia ya wanadamu wote tunayoiendea ni moja, na kitu ambacho natakiwa kufahamu ni kwamba ubaya wowote utakao utenda ukiwa duniani, kwa sehemu kubwa, kabla ya jehanamu ya moto ule ubaya utapata malipo yake, kabla ya jehanamu ya moto nisome andiko la mwisho katika Wafalme wa Kwanza sura ya pili. Soma somele andiko la mwisho Wafalme wa Kwanza sura ya pili, Wafalme wa Kwanza sura ya pili. Nikuelezea kidogo tunayemsoma hapa alikuwa anaitwa Yoabu. Yoabu alikuwa ni mkuu wa majeshi wa jeshi la Daudi. Wafalme wa kwanza sura ya pili. Huyu Yoabu akiwa mkuu wa majeshi, kuna mahali alikuwa ameingizwa na mfalme, nenda akafanya kitu moja mbili tatu. Yeye alipofika kule aliua hadi watu ambao walikuwa hawahusiki kwa haraka haraka, kwa kuwa mfalme alikuwa yuko karibu naye, anampenda haraka haraka. Yoabu alijua mimi nani atanigusa? ndio mkuu wa majeshi kwenye nchi, mfalme ananipenda. Lakini mpaka Daudi anakufa anamwagiza mtoto wake, utajua jinsi ya kumfanya Yoabu kwa sababu Yoabu alimwaga damu zisizo na hatia wakati wa amani nah. Kwa usimwache usimwache, uzee wake uende bila kumwaga damu yake kama yalivyomwaga nah. Wafalme wa pili Sura, Wafalme, Wafalme, Wafalme, sura, pili, mstari, Wafalme ya pili mstari wa kwanza kwanza wa wa sura ya pili kwanza nasema, ndio basi siku ya kufa kwake kwa Daudi mwanawe akasema, basi siku ya kufa kwake Daudi ikakaribia, ndio akamuhusia Sulemani mwanawe akamuhusia Sulemani mwanawe akasema akasemaje? mimi naenda njia ya ulimwengu wote eh. basi uwe hodari. uwe hodari ujionyeshe kuwa mwanaume ndio uyashike mausia ya Bwana uh -huh. Mungu wako uende uh -huh. katika njia zake uh -huh. ushike sheria zake, sheria zake uh -huh. na amri zake uh -huh. na hukumu zake uh -huh. na shuhuda zake sawa uh -huh. sawa na alivyoandikwa alivyo, alivyo, katika, katika Torati ya Musa anasemaje? msala tano anasema uh -huh. na zaidi ya hayo, na zaidi ya hayo. Umedua, umejua alivyonitenda, unajua alivyonitenda Yoabu. Yani, wewe unajua Yoabu alipyokuwa mbaya wa moyo eh? Ndiyo. Na zaidi ya hayo, uh -huh. umejua alivyonitenda Yoabu, Ndio. mwana wa Seruya, mwana wa Seruya. Yaani, alivyowatenda majemedari wawili wa majeshi ya Israeli alivyowatenda majemedari wawili wa majeshi ya Israeli, ndiyo Abneri mwana wa Neri, Naam na Amasa mwana wa Yotheli ambao alifanyaje, ambao aliwaua na ku na kuimwaga damu damu ya vita wakati wa amani, ambao aliwaua na kuimwaga damu ya vita wakati wa amani. Hakukuwa na vita, au majemedari aliowaua hawakuwa na vita na mfalme, walikuwa ni watu tu, wanaendelea na harakati zao, na wote walikuwa ni wanajeshi, ila kwa kuwa yeye alikuwa anajua mimi niko karibu na mfalme huyo. Abneri alikuwa ni jemedari wa mfalme Sauli, ambaye ni mfalme aliyetangulia kabla ya yeah. Daudi. naongea nini? Kuna wakati ukiwa kwenye nafasi fulani, jeuri inaweza ikakupanda, ukaona mimi naweza kumfanyia lolote yote <laughs> no. no. Lakini naongea nini? Ukitenda vema utapata kibali. Inawezekana kweli Yoabu alikuwa anafanya hivyo kama njia ya kujipendekeza kwa Daudi, lakini Daudi yeye alikuwa apendi damu imwagike. Ndio maana Daudi alikuwa anamwagiza kwa Sulemani, we unajua hao watu. Daudi anamwagiza Sulemani ampanyeje Yoabu, asemaje? Endelea hapo. Alimwaga damu ya vita wa wakati wa amani, naendelea na kumwaga damu ya vita wakati wa amani ndio akautia damu ya vita mshipu uliokuwa ulyo viunoni mwake na, na viatu vilivyokuwa miguuni mwake e. Kwa hiyo ufanye kama li, ilivyo hekima yako e. Wala usimwachie mvi zake kushuka ashera kwa amani, usimwachie mvi zake kushuka ahera kwa amani. Yani huyu Yoabu huyu hakikisha na wewe unamuua kama alivyoua wale majemadari hakikisha. Na hiyo alilifanikisha Sulemani. Sasa najua kwa sababu ya muda unaweza, kwa sababu mwenyewe, lakini mwisho yote haraka sana kuliko. Kuna tukio lilitokea, baada ya tukio kutokea, ikawa sasa Yoabu aliposikia, akajua hapa tayari vimeumana, na alipojua vimeumana, akasema nakimbilia kanisa. Hakuna huko huko, nakuja kukumaliza no. na kuua huo ulikuwa unategemea nini? Wapendwa, kiufupi ni kwamba Mungu alikuja ili lile unalopenda kutendewa wewe, okay, umtendeni mwingine. Wow. kama hapa kawzote bila ya Abneri alikuwa ni jemedari wa jeshi, ila alikuwa na watoto. Unafikiri Yoabu kumua Abneri ambaye hana kosa, watoto wake walijisikiaje? Hmm. jamii yake ilijisikiaje? Hmm. pamoja na yote Daudi anasema, mimi baba yako Sulemani, naiendea njia ya wanadamu wote Hawa ni watu ambao walijaa mema duniani no. Lakini bado wanakiri kwamba naiendea njia ya wanadamu wote. Nikukumbushe no, no. Ni yeyote unayenisikia hapa, yeyote ni kwamba mwanadamu, njia tutakayoendea baada ya maisha haya ni moja jambo no. Pekee la msingi, fanya mema no. Hakikisha lolote unalomfanyia mtu iwe ndio lile na wewe ungependa kufanyiwa no. yeah. Iwe, wewe ni mtu yeyote, iwe una nafasi kwa sababu wewe akili yako isikwambia kwani nami niko na we, yaani mtu yeyote iwe ni tajiri maskini, una hela, una una cheo, una una nafasi, una ni raia wa kawaida, hata kama ni mchungaji unawapiga watu hela, we ungependa kuibiwa? usimfanyie mwingine kile ambacho wewe hupendi kufanyiwa, kwa maana Biblia, sisi hata kama wachungaji wanapenda kupewa vitu, Biblia inasema heri kutoa. Maana yake kama wao wanapenda kupewa, na wewe toa. Fanya kile ambacho wengine wangeweza kufanyia wewe, kile ambacho wakifanya no. unajisikia vizuri, na wewe pia wafanyie hivyo hivyo. Bwana asifiwe, amen. Nimalize kusema, namshukuru Mungu sana kwa sababu ya maisha ya mume wetu alikuwa hmm, ni mtu mwaminifu sana no, ana moyo wa ibada na no, moyo wake wa kusafiri toka hapa kuja hadi Kigamboni tunathamini sana. Amina. moyo wake inawezekana baadhi ya watu wangetegemea, kwa sababu baadhi ya watu inawezekana wengi hata wana familia tulio tulikuwa, tulikuwa, tulikuwa, nao no, wangetegemea kwamba labda hilo kanisa liko mbali, lakini nimshukuru Mungu kwa ajili ya wote ambao mmekuwepo hapa na makanisa yetu mengine kibaa, Morogoro wamekuja tushiriki msiba, wengine wamesafiri toka Mbeya. Kwa hiyo msije mkawa mnaona kwamba labda ni kama mama alikuwa tu ni mtu fulani, hapana, ni mtu wa thamani sana no. Tulikuwa tunampenda sana, alikuwa na msami wetu. Wapendwa, mi niseme kwamba tuendelee na taratibu nyingine za kuendelea kumpumzisha mama yetu. Wakati huu naomba niombe kidogo. Mungu wetu, tunakubariki kwa kuwa ni mwema, asante kwa kuwa neno lako ni taa neno lako ni uzima. Ni vizuri kila nafsi ya mwanadamu iliyo kwenye mazingira haya ijue ya kwamba njia pekee ya kupendwa, njia pekee ya kusifiwa, huwezi ukalazimisha watu wakusifie, huwezi ukalazimisha watu wakupende, wakunene vizuri. Njia pekee ya kupendwa ni wewe kuishi vizuri. Ukiishi vizuri, haijalishi una maisha ya chini ama ya juu, haijalishi una cheo ama huna, watu watajabiri mazuri yako, watakupongeza Ninao hakika kwamba kwa maisha ya mtumishi wako aliyelala hapa, wewe waweza kuona sababu ya kuweka alama na kubadili maisha ya mtu mmoja kwenye masika haya, ili iwe alama na ukumbusho wa moyo wa ibada ambayo mtumishi wako alikuwa akinenda mbele zako. Katika jina la Yesu tunajitisha chini ya mikono yako, tunaikabidhi ibada hii yote ya kuendelea kwenda kumpumzisha mtumishi wako na ibada yote na vitu vyote vitakavyoendelea, tumeviweka chini ya mkono wako. Neema yako Mungu ikatufunike. Uweza wako Mungu katufunike, nguvu zako Mungu sio pamoja nasi, Neno lako Bwana ni kuwa taa ya miguu yetu, katika jina la Yesu Kristo hai. Roho Mtakatifu Mungu mwenye nguvu na uweza, tunajikabidhi chini ya mikono yako, ni katika damu ya Yesu Kristo hai. Amen, yeah.